Mpenzi mtazamaji wa Shasaki TV karibu kwenye mjadala wetu wa leo katika dunia ya kisasa iliyojaa mitandao teknolojia na mitindo ya kigeni bado tunajiuliza je vijana wetu wanaenzi lugha ya Kiswahili na shule zetu zina nafasi gani katika kukuza uzalendo huu leo nipo katika shule ya sekondari Mazinyungu wilayani Kilosa mkoani Morogoro nikizungumza moja kwa moja na idara ya Kiswahili tukichambua kwa kina Ungana nami mwanzo hadi mwisho wa makala hii. Jina langu ni Abu Twaribusapira. Karibuni Mazinyungu Sekondari. Kwa jina anaitwa Mwalimu Stela Mchome, ni mwalimu wa somo la Kiswahili hapa Mazinyungu Sekondari. So, ulivyonieleza kuhusu baadhi ya vijana hupendelea kutumia lugha ya, ya kigeni na wanakataa lugha yetu ya Kiswahili. Aa, ni kweli kabisa kwamba vijana mashuleni wanapendelea zaidi lugha za kigeni na kutokuzizingatia zaidi lugha ya lugha yetu ya Kiswahili na sababu kubwa ya kwanza ni athari ya utandawazi. Tunaposema athari za utandawazi, tunaona kwamba utandawazi umeleta mwingiliano mkubwa sana wa kitamaduni, na hasa katika mitandao yetu ya kijamii, tunaona kwamba vijana hupenda kuiga mitindo ya, mitindo ya kigeni kutoka nje na hivyo wanakujikuta wanavutiwa zaidi hata na ile lugha ya kigeni ambayo ipo kwenye mitandao. Kwa hiyo wanahisi kwamba wakifunza lugha ile ya ya, ya ya ya kigeni wanaonekana wao wanaendana na nyakati za sasa. Sababu ya pili tunasema ni lugha ya kigeni kuonekana kuwa ni lugha ya kisasa zaidi, na hii lugha ya Kiswahili kuonekana kwamba ni lugha ya watu ambao sio wasomi. Kwa watu wameipa wamekipa, wamekipa lugha ya Labda hasa ya Kiingereza na lugha nyingine kwamba ni lugha za watu ambao wa ni wasomi wastaarabu, na kuona kama Kiswahili cha wazee au watu wa zamani. Ndio maana na vijana wanapendelea zaidi lugha ya lugha nyingine na kukataa lugha ya Kiswahili. Lakini tunaona pia sababu so nyingine kwamba lugha yetu ya ya ya, ya, ya, ya, ya, ya Kiswahili hawaoni kama inakuwa ni chanzo chao kupata wakati mwingine labda ajira au masomo ya juu. Kwa lugha ya kigeni inaonekana kama ni njia mojawapo inayowezesha wao kufanikiwa katika maisha. Kwa sababu wakijua lugha ya kigeni wanafungua milango mizuri ya ajira, lakini pia wanaweza kurahisisha mawasiliano kimataifa zaidi. Lugha ya Kiswahili bado inaonekana ipo kwenye eneo dogo. Hiyo ni mitazamo ya baadhi ya vijana ambao wanaona kwamba inasababisha kuona Kiswahili kwamba sio lugha ambayo ni sahihi kama lugha za kigeni. Lakini nyingine, tunazosema mifumo yetu ya elimu inazingatia zaidi lugha za kigeni, na hapa tunaweza kuona pia aa Kiswahili Kiingereza uh, unatumika zaidi lugha ya kufundishia hasa kwa elimu ya juu, kwa sekondari kwenda juu. Lugha ya Kiswahili, pia Kiingereza inapewa kipaumbele zaidi kuliko lugha ya, ya Kiswahili. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba wanaona kwamba lugha ya Kiswahili sio muhimu kama lugha ya Kiingereza. Hii pia imesababisha kuna shida kwenye lugha ya, ya Kiswahili, kiswa kiswa kiswa la kiswa, uh, lakini pia kwenye ya kuangalia mitindo ya kigeni na teknolojia inavyoathiri hisia za vijana kuhusu lugha ya Kiswahili. Ah, kama tulivyosema kwamba Kiswahili inaonekana kwamba ni lugha duni na ya kizamani. Kwa mitindo ya, ya kigeni kama vile mavazi, muziki, filamu za kisasa, kumbatana sana, sana sana na lugha za kigeni. Na hivyo vijana wanataka waende na usasa. Na kwenda kwa kwa usasa ndio kuna fanya vijana kuona kwamba Kiswahili ni lugha ya watu wasioelimika. Ili waonekane wanaenda na, na, na mitindo ya kisasa na teknolojia ya kisasa mtu anaona ni vizuri kuangaikia lugha za ya kigeni, na mara nyingi hata lugha ya Kiswahili wanajaribu inakuwa ni lugha ya msitu, wanaweka wana ya kwenye mixing, changanya changanya lugha, lengo tu ni ili aendane na usasa na teknolojia ya sasa hivi mm, na, kanione, choo, naputa, ne, sekana, na kwa hiyo na kingine kinachosababisha unakuta ni kile kukosekana kwa Kiswahili kwenye teknolojia. Kiswahili kijapewa nafasi kubwa, kiangalia vitu vingi vilivyo katika lugha ya Kiingereza. Program nyingi sana kwenye kompyuta mbali mbali wanatumia lugha ya kigeni, kwa hiyo hii inafanya pia vijana wengi ya kigeni kuliko lugha yetu ya Kiswahili. Kwa hiyo mitindo ya kigeni kweli inakuwa ina athari moja kwa moja lugha ya Kiswahili, lakini pia kama tunavyoona mitazamo au mitandao ya kijamii mara nyingi inatusogeza au inawasogeza vijana wengi tupenda zaidi lugha hilo ya, ya kigeni kuliko kuliko lugha ya Kiswahili. Wanatakiwa wawe mabalozi wasuri wa lugha ya Kiswahili kwa kutumia teknolojia katika kufundisha kwamba hizi waandae video fupi za elimu ambazo uh, zinahusu zinaendana na elimu ya Kiswahili. TikTok, zile ziwe kwa lugha ya Kiswahili. WhatsApp, watu watumie lugha ya Kiswahili. Hii itasaidia sana walimu watusaidia sana kwa mabalozi wazuri wa Kiswahili. Lakini pia kuhusisha burudani katika ujifunzaji. Tunajua vijana wengi wanapenda kujifunza au pia burudani. Basi kutunga michezo na nyimbo mbalimbali aa, lugha ya Kiswahili. Hii inaweza kutusaidia walimu wakaonekana wa, wa, wa, wa mabalozi wazuri kutunga na nyimbo mbalimbali lakini zielewe kwa Kiswahili. Kuandaa mashindano, kuna mashindano ya ushairi, mashindano ya insha Uh, za Kiswahili hii au tamthilia kuandaa za za Kiswahili lugha ya Kiswahili zinatusaidia pia walimu kuweza kufanya Kiswahili kuweza kuinuka kwa wanafunzi, lakini pia walimu kuonyesha thamani ya lugha ya Kiswahili katika maisha ehe, kuelimisha Kiswahili, lakini pia waambie pia Kiswahili kuna uwezo pia wa kubadilika kuendana na mabadiliko haya, sana sana teknolojia, kwamba sio kama mtu wili aendane na mabadiliko haya ajue tu Kiingereza. Hapana, kwamba teknolojia pia kwa sasa tunaweza tuka program za Kiswahili na ni kweli kwamba saa hizi ukienda bado kuna program za Kiswahili inapatikana kwenye kwenye mitandao, lakini pia kuhamasisha wanafunzi kama hivyo kuandika maandiko mbalimbali kwa lugha ya Kiswahili, kuandika mashairi mbalimbali, kuanzisha klabu za Kiswahili mashuleni itasaidia pia katika kuinua lugha yetu ya Kiswahili. Wazazi wana nafasi gani muhimu katika kukuza na kuendeleza uzalendo wa Kiswahili nyumbani? Tunasema, wazazi wana nafasi kubwa sana na muhimu katika kukikuza na kukiendeleza Kiswahili kwa kwa kwa kufanyaje? Kwanza, kwa kuwa mfano wa kuigwa. Wao wao wazazi wawe kielelezo kwa wanafunzi wao kwa kuwa, kwa watoto wao kwa kukiongea Kiswahili fasaha shule. Tunaamini kwamba wanafu watoto wanaiga kutoka kwa wazazi wao. Lakini kama mzazi anakiongea Kiswahili vizuri, hachanganyi changanyi na lugha nyingine, inaweza kumsaidia mwanafunzi yeye kujifunza mara kwa mara lugha ya Kiswahili, na hatimaye Kiswahili kitapata nafasi nzuri. Lakini pia kwa, kwa mazingira ya lugha ya Kiswahili, wazazi wanaweza kuandaa mazingira nyumbani yanayochochea zaidi matumizi lugha ya Kiswahili kama tunavyoona. Kwa hiyo hii ikawa imesaidia sana katika kukuza Kiswahili. Lakini pia kukuza moyo wa uzalendo kupitia hadithi, methali kwa watoto, kupitia methali, wakawa wafundisha watoto methali mbalimbali, mimi sema mbalimbali ya lugha ya Kiswahili kwa wazazi wanataka kuwafundisha watoto wao na hii ikaleta ufahamu mzuri wa lugha ya Kiswahili majumbani. Lakini tunasema ushirikiano wa walimu, wazazi na walimu kwa sababu pia wazazi wanaweza kushirikiana na walimu

Ya kwanza ni kipaumbele kwa lugha za kigeni. Tunaona kwamba Kiingereza ndicho kimetumika zaidi kama lugha ya, ya kufundishia. Kimepewa kipaumbele hata hapa kwetu shuleni, wanaambiwa ili upate huduma yoyote lazima uongee Kiingereza. Kwa hiyo tayari sio Kiswahili tena. Kwa hiyo kile kipaumbele kinachokuwa lugha yetu za kigeni kitasababisha kushusha hadhi mashuleni ya lugha ya Kiswahili. Lakini nyingine ni upungufu wa vifaa vya kisasa vya kufundishia kwa Kiswahili kwamba unakuta ukosefu wa wa, wa maudhui ya kidijitali kama video program zile mashuleni, afu ngine kwenye maktaba maktaba za shule, hata kwenye vitabu maktaba nyingi unakuta vitabu vilivyo kwenye lugha ya Kiingereza na wala sio vya Kiswahili. Kwa hiyo ni moja ya ya, ya vitu vinavyokwamisha matumizi ya lugha ya Kiswahili mashuleni kwa vifaa vya Kiswahili, lakini sana ni ni mtandao, mvuto wa, wa mitindo ya kigeni. Mvuto wa mitindo ya kigeni, wanafunzi wanavutiwa sana na, na kutumia mitandao na miziki ya kisasa ambayo mara nyingi inatumia lugha za kigeni. Kwa hiyo hii nayo inasababisha inaleta changamoto kwenye lugha yetu ya Kiswahili. Okay, baha, nashukuru sana kwa kututembelea hapa shuleni kwetu leo, naweza kujadili kidogo kuhusu suala la Kiswahili. Basi nawakaribisha tena ni lugha yetu asante sana. Naam, tumefikia mwisho wa mjadala wetu wa leo. Tumeona wazi kuwa uzalendo wa Kiswahili si jukumu la walimu pekee yao, bali ni wajibu wa kila mmoja wetu, kuanzia nyumbani, mashuleni, hadi katika jamii nzima. Licha ya changamoto za kiteknolojia na ushawishi wa mitindo ya kigeni bado tuna nafasi ya kulinda kuenzi na kukuza lugha yetu ya taifa. Shukrani za dhati kwa idara ya Kiswahili ya shule ya sekondari Mazinyungu, wilayani Kilosa, mkoani Morogoro, kwa kushiriki na kuchangia maarifa. Tuendelee kuwa mabalozi wa Kiswahili. Kiswahili ni fahari yetu, ni uzalendo wetu. Kiswahili chetu ni urithi wetu. Niliyekusomea na kukuandalia makala hii ni mimi Abu